Binti wa bilionea mjamzito afukuzwa kijijini, maisha yalibadilika milele. Jua lilikuwa likichomoza kwenye jengo refu la ofisi za Carlton Holdings Nairobi. Amani ya asubuhi ilitoweka haraka ndani ya chumba cha mkutano. Amani ya kawaida ya maisha ya kifahari ya binti wa bilionea Amina ilikuwa imevunjika. Baba, naomba usikie. Amina alisema kwa sauti ya kutetemeka, akishikilia sanduku dogo lenye kipimo cha ujauzito. Macho ya baba yake mzee Carlton yalipita kutoka kuchanganyikiwa hadi hasira ya kutolewa bila ya maelezo. Umefanya nini Amina? ya baba yake aliuka ya kisha akaketi kwa ukali. Unajua hili linaathiri jina letu, heshima yetu, hatuwezi. Amina hakuweza kulia. Naomba unielewe, sio kwa makusudi. Usiwe na bahati tena hapa unakwenda kijijini kwa shamba la mjukuu wangu, mbali na jiji, mbali na heshima yetu. Hapa ndiko utakapojifunza adabu na maisha ya kweli. Amina alikosa maneno. Alijua anatoka kwenye maisha ya kifahari, chakula cha thamani, mavazi ya kifahari, na jiji lenye mwanga, na sasa anapaswa kuelekea kijijini, sehemu ya ajabu aliyokuwa haijui kabisa. Gari la kifahari lilikuwa limekaa tayari nje ya jengo. Amina alibeba pochi yake chache, kila kifaa kilicho na thamani ya hisia zake. Dereva hakusema neno. Nina hofu, Amina alisema kwa sauti ndogo. Kijijini nitakabiliana na nini? Mke wangu, hili ni somo la maisha, alijibu kwa sauti iliyokata tamaa. Sio adhabu, ni mafundisho. Safari ilianza kuelekea mbali na jiji. Njia za lami zilirahisika hadi kupotea kwenye barabara za mashamba zilizojaa vumbi. Kila milima, kila mto, kila mnyororo wa miti ilimfanya Amina kuhisi mbali zaidi na urithi wake wa kifahari. Alijua kuwa maisha yake ya kifahari yamekwisha, lakini moyo wake ulikuwa umejaa hofu na shaka. Je, kijijini atapata marafiki wapya? Je, atakabiliana vipi na ujauzito wake? Wakati gari lilipofika kijijini, Amina aliona nyumba ndogo ya mbao, milango ya zamani na watoto wakicheza barabarani. Hii ilikuwa maisha halisi mbali na glam ya jiji. Mama mkubwa wa kijijini, Bi Zuri alimsalimia Amina kwa tabasamu. Karibu, mwanangu. Hapa ni nyumbani, utajifunza mengi. Amina alijaribu kubadilika, lakini kila jambo lilikuwa gumu. Kukusanya maji kutoka kisima, kupika chakula cha kijijini na kuzungumza na majirani wake ambao hawakuwa na hofu ya kumulika bila heshima. Si rahisi, sivyo? Alisema vizuri huku akimchongeka kikombe cha chai chenye unga wa mahindi. Ndiyo mama, si rahisi, Amina alijibu, moyo wake ukiwa mzito. Watu wa kijijini walimchukulia kwa macho makali, lakini pia kwa heshima kidogo. Baadhi walimuita binti wa bilionea, wengine walibahatika kumuona kama mgeni. Amina alianza kufahamu kuwa maisha haya hayakuwa na mwanga wa jiji, lakini yalikuwa na uhalisia. Hakuna dhihaka ya pesa, hakuna furaha bandia, kila kitu kilikuwa cha kweli. Siku ya kwanza ya kazi za shamba ilianza mapema. Amina alibeba mchele mzito akipanda mahindi huku akiachia kuanguka kwenye udongo mwembamba baada ya mvua ya usiku wanakita. Mikono yake ilianza kuuma, maumivu ya nyuma yakimkumba. Watoto wa kijijini walimwangalia kwa maajabu na tabasamu la kucheka kidogo. Usijali binti wa bilionea, Utajua nguvu ya kweli, mmoja aliyecheka akasema. Amina alijaribu kuzungumza, lakini lugha ya kijijini ilikuwa changamoto. Alijua kuwa kujifunza kutoka kwa watu hawa kuishi maisha yao itamfundisha maadili ya kweli. Jioni alipokuwa amekaa chini ya mti mkubwa, alijaribu kutafakari maisha yake. Hali ya kifahari haikuweza kumfundisha uvumilivu, upendo wa jirani, au thamani ya kila kipande cha chakula. Hapo alijua safari hii haikuwa adhabu tu, ilikuwa mafundisho ya maisha, na lazima ajifunze haraka. Jumla ya kijiji kilimkaribisha amina kidogo kidogo. Alikutana na Kioni, msichana mdogo lakini akili timamu. Kioni alimfundisha jinsi ya kuendesha mifugo midogo na kuandaa chakula cha kila siku. Usijali Amina, Kioni alisema kwa tabasamu, sisi wote tulikuwa wajasiri kama wewe. Mara moja Utajua kila kitu kwa muda. Amina alihisi moyo wake ukifungua. Hapa hofu na waga vilianza kupungua kidogo. Labda, labda maisha haya kijijini hayakuwa hatari kabisa. Labda alikuwa na nafasi ya kujifunza, kuimarika na hata kuanza upya. Lakini usiku ulipofika, akiwa amekaa kwenye kitanda chake cha mbao, alijua changamoto kubwa bado haijaanza. Hali ya ujauzito wake, changamoto za kijijini, na kumbukumbu za jiji hazingeisha kumkumbuka ndani ya moyo wake. Alijua maisha yalibadilika milele, na safari ya kweli tu ilikuwa inaanza. Asubuhi ilikuja na baridi kidogo ya kijiji. Amina alibeba kikapu kikubwa cha mahindi kwenye shamba. Mikono yake iliuma, na jicho lake lilikuwa limejaa uchovu. Binti wa bilionea, shikamoo, unafanya vizuri. Kioni alimkemea kwa tabasamu. Amina alijaribu kucheka, lakini moyo wake ulikuwa mzito. Kila punje ya udongo ilikuwa changamoto mpya, kila kikapu cha mahindi kilikuwa jaribio, lakini alijua kujifunza maisha ya kweli hakutakuwa rahisi. Watoto wa kijiji walimsaidia kidogo, wakimfundisha mbinu rahisi za kuvuna na kuweka mazao. Alianza kuelewa kuwa kila kipande cha shamba kilichokuwa chini ya jicho lake kilikuwa muhimu na kila jitihada ilikuwa thamani ya kweli. Jioni alipokuwa amesimama chini ya mti wa mkaratusi, aliona wingi wa mahindi yakimiliki kijiji, moyo wake ulijaa fahari. Labda alikuwa na nafasi ya kubadilika, labda hata kuanza upya bila hofu ya makosa ya zamani. Lakini alijua changamoto ya kweli bado haijaisha. Ujauzito wake ulikuwa mzito, na kila hatua ilimkumbusha kuwa maisha haya yajayo hayakuwa rahisi. Wiki moja baadaye, kijiji kilikusanyika kwa sherehe ndogo ya mavuno. Amina alihisi hofu. Alikuwa binti wa bilionea na sasa anapaswa kuzungumza na watu wa kawaida kushiriki furaha yao bila kiburi. Usijali Amina, kioni alisema, watu wa kijiji wanapenda watu wakijitahidi. Amina aliingia kwenye tamasha akishirikiana na watoto wanawake na wazee, walicheka wakacheza ngoma na hata kumfundisha Amina kuimba wimbo wa kijiji. Katika kicheko na furaha hiyo, moyo wake ulianza kupoa kidogo. Alihisi sehemu ya familia ya kijiji, sehemu ambayo hakuijua inaweza kumkumbatia. Hapo alijua kuwa maisha ya kifahari hayakuwa na furaha ya kweli. Furaha hii ilikuwa ya kweli na rahisi. Lakini usiku ukifika, aliketi peke yake akifikiria maisha ya jiji na changamoto za kijiji. Hapa ndiko maisha halisi, si furaha bandia ya kifahari, alijisemea. Hapo alijua kuwa safari hii ilikuwa za mafundisho sio adhabu tu. Ujauzito wake, shamba na watu wa kijiji walimfundisha kushirikiana, kuvumilia na kuthamini kila kipande cha maisha. Alipolala, moyo wake ulikuwa umejaa shaka na hofu, lakini pia tumaini la upya, furaha ndogo na ndoto za kuanza maisha mapya. Siku moja, Amina alihisi uchungu mkali tumboni. Kioni alimkimbiza kwa Bizuri. Mama, msaidie Amina. Bizuri alimkaribia akitumia maneno ya huruma, hii ni sehemu ya maisha mwanangu, utakuwa na nguvu zaidi baada ya hii. Amina alijaribu kuendelea, moyo wake ukiwa na shaka lakini Kioni alimkumbatia na kumwambia, sio hatari, tuko pamoja nawe. Hapo alijua kuwa upendo, huruma na msaada wa jirani walimsaidia kuvumilia maumivu yake. Haikuwa fedha wala heshima ya kifahari, ilikuwa hali ya huruma na msaada wa kweli. Hii ilikuwa somo kubwa. Labda maisha ya kifahari yalimfundisha kuwa anaweza kumudu kila kitu, lakini maisha ya kijiji yalimfundisha utu huruma na nguvu ya kweli. Amina alijaribu kuvaa mavazi ya kijiji kwa mara ya kwanza, sketi ndefu na koti la mikono ilimfanya ajisikie tofauti kabisa. Watoto walicheka kidogo, lakini kwa tabasamu. Kila kitu ni tofauti hapa. Amina alijaribu kusema kwa sauti ndogo. Hapa hakuna vito, hakuna magari, hakuna giza la jiji. Kioni alimkumbatia. Hapa kila kitu ni halisi. Utajua thamani ya kila kitu. Amina alitambua kuwa maisha haya hayakuwa rahisi, lakini yalikuwa ya kweli zaidi kuliko maisha ya kifahari. Hakuna vicheko vya hila, hakuna dhihaka, kila kitu kilikuwa cha kweli, cha thamani. Jioni alipokuwa akipumzika chini ya mti mkubwa, moyo wake ulikuwa umejaa tumaini kidogo. Alijua kuwa atakuwa na nafasi ya kujifunza, kubadilika na labda hata kuupata upendo wa kweli katika maisha haya mapya. Usiku ulikuwa umemimina kwenye kijiji. Amina alikaa kwenye kitanda chake cha mbao akifikiria maisha yake ya jiji na changamoto za kijiji. Hapa ndiko maisha halisi, si furaha bandia ya kifahari, alijisemea. Hapo alijua kuwa safari hii ilikuwa za mafundisho, sio adhabu tu. Ujauzito wake, shamba na watu wa kijiji walimfundisha kushirikiana, kuvumilia na kuthamini kila kipande cha maisha. Alipolala moyo wake ulikuwa umejaa shaka na hofu, lakini pia tumaini la upya, furaha ndogo, na ndoto za kuanza maisha mapya. Siku moja asubuhi, Bizuri alimkuta Amina amekaa kimya nje ya nyumba akitazama shamba kwa macho ya mbali. Amina, kuna mtu amekuletea barua, alisema kwa sauti ya taratibu. Amina alichukua bahasha hiyo kwa mikono inayotetemeka. Ilikuwa imeandikwa jina la baba yake. Alipoifungua moyo wake ulianza kupiga haraka. usijaribu kurudi Nairobi, huku kijijini ndipo utaishi mpaka ujifunze, usinitafute. Maneno hayo yalikuwa makali kuliko baridi ya asubuhi. Amina alishika tumbo lake na kunongona, mtoto wangu hana kosa. Kione alikuja na kukaa karibu naye. baba yako bado ana hasira, Kione alisema, lakini siku moja ataelewa Amina alitikisa kichwa polepole. Je, kweli ataelewa? Aliuliza kwa sauti ya uchungu. Bizuri aliweka mkono begani mwake. Mwanangu, maisha huleta majaribu ili kutufundisha, usikate tamaa. Lakini ndani ya moyo wa Amina alihisi kama alikuwa peke yake duniani, na bado siri kubwa haikuwa imetoka. Siku zilivyoendelea Amina alianza kuzoea kazi lakini kijiji kilikuwa na sauti nyingi. Akienda kisimani, alisikia wanawake wawili wakinong'ona, huyo ndiye binti wa tajiri aliyekuja na mimba, labda alifanya mambo ya aibu mjini. Amina alisimama kidogo, akashusha macho. Alijua hawakuwa wakizungumza kwa chuki tu, walikuwa wakizungumza kwa kutojua. Aliporudi nyumbani, alijikuta na lia kimya. Kioni alimkuta, usisikilize kila mtu alisema kwa ukali kidogo, watu hupenda kuongea. Amina alifuta machozi. lakini nauma, alisema nilikuwa na kila kitu, sasa mimi ni hadithi ya watu. Bizuri aliingia na kusema, watu watasema leo, kesho atasahau, lakini mtoto unayembeba huyo ndiye baraka yako. Amina alishika tumbo lake tena kwa mara ya kwanza alihisi kitu kama matumaini, lakini bado ndani lake kulikuwa na hofu kubwa, kwa sababu ujauzito huu ulikuwa na ukweli ambao hakuna mtu kijijini aliyekuwa na ujua. Jioni moja, Amina na Kioni walikuwa wakirudi kutoka shambani. Barabara ya vumbi ilikuwa tulivu. Ghafla waliona gari dogo likisimama mbali kidogo. Mwanamume mmoja alishuka, alikuwa amevaa kawaida, lakini uso wake ulionyesha huzuni Amina alisimama. Mungu wangu, alinongona. Kioni aliuliza, unamjua? Mwanamume huyo alisogea polepole pole. Amina sauti hiyo ilimfanya Amina ashikilie kifua chake. Juma, alisema kwa mshangao. Ndiyo, Juma, yule mtu aliyekuwa sehemu ya maisha yake Nairobi, mtu ambaye baba yake hakutaka hata kumtaja. Juma alitazama tumbo lake. Nimesikia umefukuzwa, alisema kwa sauti ya uchungu. Amina alijibu kwa ukali, umefuata nini hapa? Juma alishusha kichwa, nilikuja kwa sababu nilijua huwezi kuwa peke yako. Kioni alihisi mvutano Bizuri alipowaona macho yake yalikuwa makali. Mgeni huyu ni nani? aliuliza, na hapo drama mpya ilianza. Usiku huo Bizuri alimuita Amina ndani. Mwanangu, huyo kijana ni nani? Amina alikaa chini akashika mikono yake. ni mtu kutoka Nairobi. Bizuri alimtazama moja kwa moja. Je, Ye, yeye ndiye baba wa mtoto ule? Swali hilo likaa hewani kama radi. Amina alinyamaza kwa muda mrefu. Kioni aliyekuwa pembeni alishika pumzi. Amina alisema kwa sauti ndogo, ndiyo. Bizuri alifumba macho. Hiyo ndiyo sababu baba yako amekukasirikia sana. Amina alianza kulia. Nilimpenda mama, hakujua maisha yatageuka hivi. Kione alishika mkono wake. kwa nini hakupigania Amina? Alijibu alijaribu, lakini baba yangu alimzuia. Kimya kilitawala. Bizuri alisema kwa sauti ya hekima, mwanangu, kuna mapenzi ya kweli na kuna hofu ya watu Amina alitazama nje. Juma bado alikuwa kijijini na alijua uwepo wake hapa utaleta moto mkubwa zaidi, kwa sababu baba yake hakutaka siri hii ifike mbali. Asubuhi iliyofuata, Juma alikuja tena nyumbani kwa Bi Zuri. Aliinama kwa heshima. Shikamoo mama. Bi Zuri alijibu kwa ukali. Marahaba. Umeleta nini hapa? Juma alimeza mate. Nilikuja kumwambia Amina Sitamwacha. Amina alitoka nje polepole pole. Juma, usifanye mambo kuwa magumu, alisema. Lakini Juma alimtazama kwa macho ya dhati. Mtoto huyo ni wangu pia, na wewe ni mwanamke niliyempenda. Kioni alishangaa. Bizuri alisema, unajua familia yake ni nani? Juma alitikisa kichwa. Ndiyo najua, lakini upendo hauogopu pesa Amina alianza kulia tena. Baba yangu atakuangamiza! Juma alisogea karibu, basi tutasimama pamoja. Maneno hayo yalileta tumaini jipya, lakini mbali kule Nairobi, baba ya Amina alikuwa tayari anapanga ya hatua yake, na kijiji hakikujua vita kubwa ilikuwa inakuja. Siku haikupita muda mrefu kabla habari za Juma kuonekana kijijini zikaanza kuenea. Mwanaume wa Nairobi amekuja anadai mimba ni yake. Wazee hawakupenda mambo kama hayo kuachwa bila utaratibu. Asubuhi moja mjume wa kijiji alifika nyumbani kwa Bizuri. Mama, wazee wa baraza wanawaita leo jioni. Amina alishtuka, baraza? Kwa nini? Bizuri alijibu kwa sauti nzito, kijiji kina mila, mwanangu, mambo ya mtoto hayafanywi gizani. Jioni ilipofika, watu walikusanyika chini ya mti mkubwa wa mkuyu Wazee walikaa kwenye viti vya mianzi, fimbo zao mikononi. Mzee Mwacharo alisema, huyu msichana amekuja na mimba, sasa mwanaume naye amefika, tunataka ukweli. Amina alishika tumbo lake kwa hofu. Juma alisimama, mimi ndiye baba wa mtoto. Kulikuwa na kimya kizito. Mzee mwingine alisema, basi kama ni hivyo, mila zinasema lazima uonyeshe nia ya heshima. Amina alijua hii haikuwa tena siri ya familia, ilikuwa sasa jambo la kijiji kizima. Siku iliyofuata wanawake wa kijiji walikuwa wamekusanyika kwa kikao chao cha chama. Walikuwa wakichanga pesa, wakizungumza kuhusu mavuno, lakini mada ikageuka haraka. huyo Amina ni wa mjini sana, mmoja alisema. lakini anaonekana mwenye roho nzuri, mwingine akajibu. mama mmoja mzee alisema, mimba si aibu aibu ni kukimbia wajibu. Kioni alisimama na kusema kwa ujasiri, Amina si mtu mbaya, ameumia na bado anajifunza. Lakini mwanamke mwingine alisema kwa sauti ya chini, bilionea wakitaka wanaweza kuja na polisi, hii kijiji itapata shida. Maneno hayo yaliingia moyoni mwa amina kama sindano. Jioni Amina alimwambia Bizuri, naogopa, watu wananiangalia kama mzigo. Bizuri alimshika mkono. Mwanangu, kijiji kina midomo mingi lakini pia kina moyo mkubwa. Kioni aliongeza, usiogope, wanawake hawa watakuwa wa kwanza kukusaidia ukianza uchungu wa uzazi kwa mara ya kwanza. Amina alihisi kuwa utamaduni wa kijiji ulikuwa mkali lakini pia ulikuwa na upendo wa ajabu. Kwa mila, mwanaume hawezi tu kusema mimi ni baba na kuondoka. Wazee walimtaka Juma aende kwa wazazi wa Bizuri kutoa heshima. Walitembea hadi nyumba ya mzee Mwendwa, ndugu mkubwa wa familia. Mzee huyo alikaa kimya akimwangalia Juma kwa macho ya uzoefu. Kijana, unajua maana ya kuleta mimba kwa binti wa watu? Juma alinyamaza kidogo. Ndiyo mzee, niko tayari kuwajibika. Mzee Mwendo aligonga fimbo yake chini. Wajibu si maneno Mila zetu zinasema lazima uje na wazee wenu, lazima kuwe na mazungumzo ya heshima. Juma alikubali nitafanya hivyo. Amina alipomsikia, machozi alimtoka. Juma unafanya haya kwa ajili yangu? Juma alisema kwa upole, kwa ajili yako na kwa ajili ya mtoto wetu. Lakini ndani ya moyo wa Bizuri kulikuwa na wasiwasi, kwa sababu bilionea wa Nairobi hangeacha mambo haya ya kijiji yaendelee bila kuvunja kitu. Siku mbili baadaye, kijiji kilikuwa kimya, watoto walicheza, kuku walitembea, wanawake waliosha vyombo mtoni. Ghafla gari kubwa jeupe lilifika kwa kasi, likatoa vumbi kubwa. Amina alisimama kioni, alisema kwa sauti ya hofu, hilo si gari la hapa. Mlango ulioligulika, mwanaume mwenye suti nyeusi alishuka, kisha mwingine, halafu baba yake Amina Mzee Carlton alitoka taratibu. Uso wake ulikuwa mgumu kama jiwe. Amina alihisi miguu yake ikitetemeka. Baba Carlton alisema kwa sauti kali, nimekuja kumaliza hii aibu. Watu wa kijiji walikusanyika, wazee waliinuka polepole. Mzee Mwacharo alisema karibu, lakini hapa kuna utaratibu. Carlton alicheka kwa dharau, mila zenu haziwezi kushinda jina langu. Juma alisimama mbele. Mheshimiwa, huyo ni mtoto wangu pia. Carlton alimtazama kama adui. Utajua leo kuwa pesa ina sauti kuliko upendo. Mvutano ulipanda juu, na kijiji kizima kilijua siku ya maamuzi ilikuwa imefika. Usiku huo Amina hakulala, alisikia sauti za watu nje, wazee wakizungumza, wanawake wananong'ona, baba yake akitoa maagizo. Asubuhi ilipofika Carlton aliwaita wote mbele ya nyumba. "Amina, unaenda Nairobi sasa." Amina alishika tumbo lake. "Hapana baba." Carlton alishtuka. "Umesema nini?" Amina alisimama kwa nguvu mpya. "Mara ya kwanza maishani, nimejifunza kitu hapa kijijini." Watu wakanyamaza. "Nimejifunza utu, nimejifunza kazi, nimejifunza upendo wa dhati." Carlton alisema kwa ukali na umejifunza kuasi. Amina alitikisa kichwa, hapana, nimejifunza kusimama. Juma alisogea karibu, wazee waliinuka. Vizuri, alisema kwa sauti ya mama, Mheshimiwa Carlton, hapa hatuangalii pesa, tunaangalia moyo. Carlton alitazama kijiji kizima kikiwa upande wa Amina. Kwa mara ya kwanza, bilionea alionekana kutokuwa na nguvu, lakini bado hakusema neno la mwisho kwa sababu Siri kubwa kabisa bado ilikuwa inakuja. Asubuhi ilipofika, baraza liliitishwa tena. Kila mtu alikuwa pale, wazee, wanawake wa chama, vijana na hata watoto waliosimama mbali. Mzee Mwacharo alisimama akasema kwa sauti ya utulivu, hapa si Nairobi, hapa ni kijiji, na kijiji kina sheria za utu. Carlton alikunja uso. Sheria gani? Msichana wangu anarudi. Mzee Mwendo alijibu. Msichana wako si mzigo, ni mwanadamu, na mimba si laana. Wazee waliinua fimbo zao kidogo, ishara ya uamuzi. Juma amesema yuko tayari kuwajibika kwa mila. Amina amesema hataki kukimbia tena. Sasa sisi kama jamii tunasema. Kimya kilitanda. Huyu mtoto atazaliwa hapa kwa heshima. Wanawake walipiga makofi ya taratibu. Carlton alishtuka. Hamtaniambia nini cha kufanya! vizuri alisema kwa upole, lakini kwa nguvu, mzee Carlton, pesa yako ni kubwa, lakini moyo wa jamii ni mkubwa zaidi. Amina alimtazama baba yake. Baba tafadhali, sikimbii tena. Kwa mara ya kwanza, Carlton alionekana kuchoka, lakini bado ndani ya macho yake kulikuwa na kitu kama hofu kama mtu anayejua siri ambayo wengine hawajui. Usiku huo Carlton alimuita Bizuri pembeni. Mama, nataka kuzungumza nawe peke yenu. Bizuri alikubali. Walikaa ndani, taa ya chemli ikiwaka. Carlton alishusha sauti, huyu juma si mtu wa kawaida. Bizuri alisema, ni kijana mwenye moyo. Carlton alitikisa kichwa, hapana yeye ni mtoto wa mtu niliyemharibia maisha zamani. Bizuri alishtuka, umesema nini? Carlton alikaza macho, miaka mingi iliyopita nilimfukuza mfanyakazi wangu mmoja kwa kosa ambalo halikuwa lake. Alipoteza kila kitu, alikufa akiwa maskini. Bizuri alishika kifua, na huyo mfanyakazi alikuwa nani? Carlton alisema kwa sauti ya uchungu, baba yake Juma. Kimya kilitawala. Carlton akaongeza nilipojua, Amina ana mimba ya mtoto wake, nilihisi dunia inanirudia. Bizuri alisema polepole pole, labda hii si adhabu kwa Amina, labda ni nafasi ya wewe kusahihisha. Carlton alitazama chini. Kwa mara ya kwanza bilionea alionekana kama mtu wa kawaida mwenye hatia, na sasa ukweli ulikuwa karibu kubadilisha kila kitu. Siku chache baadaye, mvua nyepesi ilinyesha. Amina alikuwa ndani ya nyumba akipumua kwa shida. Ah mama, tumbo linauma. Bizuri alisimama haraka. ni uchungu mwanangu, muda umefika. Kioni alikimbia nje. wanawake njoo haraka. Wanawake wa chama walifika mmoja baada ya nyingine, wakileta vitambaa, maji ya moto na maneno ya faraja. Juma alisimama nje akitetemeka. Mungu msaidie Carlton naye alikuwa pale kimya, uso wake umebadilika. Kwa mara ya kwanza aliona binti yake si binti wa bilionea, ni mama anayepitia uchungu kama wanawake wengine wote. Bizuri alimshika mkono Amina, vumilia mwanangu, kijiji kizima kiko na wewe. Amina alilia, baba usiniache. Carlton alisogea karibu, mimi niko hapa. Maneno hayo yalikuwa madogo, lakini yalibeba uzito ndani ya saa chache sauti ya mtoto mchanga ilisikia, kilio cha maisha mapya, na kila mtu alijua kitu kikubwa kimezaliwa, zaidi ya mtoto. Asubuhi kijiji kilikuwa kimya, lakini moyo wa watu ulikuwa umejaa furaha. Amina alikuwa amemshika mtoto wake. Juma alikaa karibu, macho yake yakiwa na machozi. Carlton alisimama mlangoni akitazama. vizuri alisema, mzee Carlton, njoo Carlton alisogea polepole. Amina alimtazama. Baba, hii ni mjukuu wako. Carlton alitetemeka. Alipomshika mtoto, kitu kilivunjika ndani yake. Mwanangu, alinong'ona. Kisha alimtazama Juma. Kijana. Juma alinyamaza. Carlton akasema kwa sauti nzito: Nimefanya makosa mengi maishani. Nilidhani pesa ni kila kitu. Alipiga goti kidogo, ishara ya unyenyekevu na kuomba msamaha kwa Amina, kwa baba yako, kwa kila kitu. Juma alishangaa. Kioni na wanawake walitazamana. Juma alisema kwa sauti ya taratibu, "Msamaha ni mwanzo mpya." Carlton alilia kimya. Kijiji kizima kiliona. Bilionea naye ni binadamu, na upendo wa kweli hauhitaji utajiri; unahitaji moyo. Miezi michache baadaye, kijiji kilikuwa na sherehe ndogo. Ngoma ilipigwa. Wanawake waliimba, wazee walikaa wakitabasamu. Amina sasa hakuwa yule msichana wa mjini aliyekuwa na hofu. Alikuwa mama, alikuwa mwanamke mwenye nguvu. Juma alikuwa karibu naye. Carlton alikuja mbele ya baraza. Alisema, nimejifunza kitu hapa. Kijiji hiki kimenifundisha utu kuliko bilioni zangu. Aliangalia watu wote. na kuanzia leo nitajenga zahanati hapa, nitasaidia shule nitaheshimu jamii. Watu walipiga makofi. Bizuri alitabasamu. Amina alishika mtoto wake na kusema, nilipofukuzwa kijijini, nilidhani maisha yameisha. Akatabasamu kwa machozi, kumbe ndipo maisha yalipoanza. Kioni alicheka na sasa, wewe ni wetu. Carlton alimkumbatia binti yake, sikupoteza heshima yangu. Alimtazama mjukuu wake, nimeipata tena. Na hapo hadithi ikawa kweli. Binti wa bilionea mjamzito afukuzwa kijijini, maisha yalibadilika milele.